Qurani ndiyo dhikri iliyokuwa bora zaidi kuliko dhikri zote, kwani ni maneno ya Allah. Ndani yake kuna mwongozo na ndani yake kuna mafundisho na ndani yake kuna utulivu na raha. Hakikisha unaitafuta raha katika Qurani, kuisoma Quran. Usitekeleze, usiitelekeze Quran, usiitupe Quran, Qurani. Siri ya tatu sadaka. Sadaka si lazima iwe mali nyingi na fedha nyingi, ni elimu, maneno mazuri na saha ambazo unaweza ukampa mtu lakini pia vilevile, pengine hata hekima ukampa mtu, nayo ni moja katika sadaka, au hata katika elfu kumi ukatoa elfu moja kwani Allah subhanahu wa ta'ala amemwahidi ziada yoyote atakayotoa. Na siri ya nne ni uh, E, toba na istighfar. Baada ya kuwa umefanya dhambi, hakikisha unarejea kwa Allah baada ya kukosea. Sote ni wakosefu, lakini tofauti ni yule anayerejea kwa Allah Subhanahu wa Taala. Huyu ndio mkosefu aliye bora, kwa sababu yeye anarejea kwa Allah Azza wa Jalla. Kwa hiyo turejee kwa Allah, na hizi ni siri nne za muhimu sana, zizingatie sana.